Kuwahi kufika kileleni na upungufu wa nguvu za kiume ni matatizo ambayo kwa haraka haraka unaweza kuona kama ni matatizo ambayo yanafanana, lakini kumbe kuna tofauti ambayo inatenganisha baina ya vitu hivi viwili. Yani, upungufu wa nguvu za kiume ni changamoto ambayo inajitegemea na kuwahi kufika kileleni ni changamoto ambayo inajitegemea. Sasa leo katika somo hili nataka nikufundishe ni tofauti gani ambayo inatofautisha kati ya upungufu wa nguvu za kiume na kuwahi kufika kileleni. Lakini mtu anaweza kajiuliza swali kwamba Daktari Rajabu, kuna umuhimu gani wa mimi kufahamu tofauti kati ya vitu hivi viwili? Ni kwamba umuhimu upo kwa sababu E, kufahamu tatizo fulani ni moja ya hatua kubwa sana katika kuondokana na changamoto husika. Yaani utakapofahamu nini maana ya kuwahi kufika kileleni na ukafahamu nini maana ya upungufu wa nguvu za kiume ni moja ya hatua kubwa sana ambayo itakusaidia kuweza kuondokana na changamoto husika ulionayo. Na nimekuwa nikutana na watu wengi sana ambao unakuta mtu hana changamoto ya nguvu za kiume, eh, hana changamoto ya kuwahi kufika kileleni, lakini anahisi kwamba ana changamoto. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokufahamu nini maana ya changamoto hizi. Sasa tukija katika mada yetu, kwamba kuna tofauti kati ya kuwahi kufika kileleni na upungufu wa nguvu za kiume. Tofauti hizi zimegawanyika katika makundi kadhaa, kama makundi manne hivi takriban, ambapo e, tutatofautisha changamoto hizi kupitia tofauti katika maana, lakini pia tutatofautisha kupitia visababishi, kadhalika tutatofautisha kupitia matibabu ambayo ndo itakuwa ni pointi ya mwisho. Tukianza katika maana, tofauti katika maana ni kwamba tunaposema upungufu wa nguvu za kiume ni ile hali ya mwanaume kushindwa kusimamisha uume wake vizuri. Ni ile hali ya mwanaume kushindwa kusimamisha ume wake vizuri pindi anaposhiriki tendo la ndoa. Ina maana ndo pale ambapo mtu anashiriki tendo la ndoa aliyakuwa ume wake ukiwa legelege. Kwa hiyo utakapokuwa na hali hii basi mtu huyu anahesabika ana upungufu wa nguvu za kiume. Lakini kadhalika maana inaendelea kwamba upungufu wa nguvu za kiume ni ile hali ya mtu kukosa hisia, ashki. Eh, kukosa ashki ya kushiriki tendo la ndoa. Kadhalika na kushindwa kurudia tendo changa e. Maana hiyo ndo inahesabika kwamba ni maana ya upungufu wa nguvu za kiume. Ama tunaposema kuwahi kufika kileleni, yenyewe kuwahi kufika kileleni ni pale ambapo mtu anafika kileleni au anatoa shahawa au manii e, yaani chini ya muda ambao yeye alitarajia. Kwa mfano Mtu alitarajia aende at least kwa dakika kumi dakika ishirini ili aweze kuenjoy tendo la ndoa lakini anajikuta mashine inamsaliti, anaishia dakika ngapi? Anaishia dakika mbili dakika moja Kwa hiyo ni pale ambapo mtu anafika kileleni kuliko, yani chini ya ule muda ambao aliutarajia. Lakini kadhalika, maana hii unaweza kusema ni pale ambapo mtu anafika kileleni chini ya dakika nne. Lakini wengine wakasema kwamba chini ya dakika tano. Kwa hiyo endapo mtu atafika kileleni chini ya dakika tano au dakika nne, basi huyu anahesabika ana changamoto ya, ya kuwahi kufika kileleni. Kwa hiyo ni tofauti ya kwanza, maana tumeona ya upungufu wa nguvu za kiume ni tofauti kabisa na nini na maana ya kuwahi kufika kileleni. Ama tukija katika e, tofauti katika visababishi mara nyingi upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na maradhi yaani ni changamoto ambayo inatokana na changamoto za kimwili, ima mtu ana maradhi ya kisukari, ana presha, eh, ana ngili hiyo, mara nyingi ndo, mara nyingi inakuwa ni visababishi vya upungufu wa nguvu za kiume au ana upungufu wa hormone ya testosterone, unaona katika mwili wake na changamoto nyinginezo, au ana uzito uliopitiliza. Mara nyingi hivi ndo visababishi vya upungufu wa nguvu za kiume, lakini kuwahi kufika kileleni ni changamoto ambayo yenyewe ni tunasema ni psychological based. Ni changamoto ambayo mara nyingi husababishwa na saikolojia. Saikolojia ya mtu unaona, matatizo ya kisaikolojia kama vile wasiwasi eh, kutokujiamini eh, na mambo kama hayo, na mara chache sana utakuta kuwahi kufika kileleni inasababishwa na maradhi, lakini mara nyingi kuwahi kufika kileleni ni changamoto ambayo inasababishwa na matatizo ya kisaikolojia kama vile wasiwasi, stress, msongo wa mawazo na mfano wa changamoto hizo. Lakini tukija utofauti katika matibabu e, utofauti katika matibabu kama ilivyo kwamba, e, visababishi ni kwamba visababishi vya upungufu wa nguvu za kiume mara nyingi inakuwa ni maradhi. Kwa hiyo ili uweze kuondokana na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume e, ni muhimu zaidi kuanza na chanzo cha tatizo. Utibu chanzo cha tatizo. Kama changamoto yako ni ngiri ndiyo imesababisha upungufu wa nguvu za kiume, ndio imesababisha uume ulegee. Unatakiwa kutibu kwanza changamoto ya ngiri. Baada ya kutibu changamoto ya ngiri, ndipo uweze kuondokana na changamoto hii ya upungufu wa nguvu za kiume. Lakini kama hautatibu upungufu wa nguvu za kiume, kama hautatibu chanzo ambacho ni maradhi au kitu ambacho hakipo sawa kwenye mwili, labda ni blood circulation, mzunguko wa damu haupo vizuri, kama hautaweka sawa, ina maana utatumia dawa za upungufu wa nguvu za kiume na hautapata matokeo. Kwa hiyo, matibabu ni kwamba upungufu wa nguvu za kiume unatakiwa kuanza na chanzo cha tatizo. Kama ni maradhi, basi tibu hayo maradhi, alafu baada ya hapo utakaa vizuri. Lakini kuwahi kufika kileleni ni changamoto ambayo unaweza kaitibu kwa namna mbili, ukatumia dawa na ukakaa vizuri, lakini kadhalika unaweza ukaitibu changamoto hii kwa e, mbinu za kisaikolojia. Ukaweka sawa saikolojia yako, ukatuliza akili vizuri, ukafanya mbinu mbalimbali mbali. Kuna mbinu ambazo nimeshazifundisha kwenye chaneli hii. Kuna mbinu inaitwa start stop method. Ukifanya mbinu hiyo itakusaidia kuweza kuchelewa kuwahi kufika kilelini. E, kwa hiyo kuwahi kufika kileleni, mbinu ambayo unaweza ukaitibu kupitia ku maintain saikolojia yako na kutuliza akili yako, kujiamini, kuondoa wasiwasi, na ukafanya tendo la ndoa vizuri na ukaenda kwa muda mrefu. Lakini upungufu wa nguvu za kiume ni, mara nyingi, inahitaji dawa, kwa sababu utatakiwa kuanza na chanzo cha tatizo alafu ndo utibu e, upungufu wa nguvu za kiume husika. Kwa hiyo hizo ndo tofauti kati ya upungufu wa nguvu za kiume na kuwahi kufika kileleni. Ni vitu ambavyo jamii au watu wengi wanafahamu kwamba ni kitu kimoja, lakini kuna utofauti ambao ni muhimu kwa kila mtu kuufahamu, na kupitia kuufahamu utofauti huu utakusaidia kuweza e, kuanza au iwe rahisi kwako wewe kuweza kutibu changamoto hizi ambazo tumezungumzia siku ya leo. Kwa hivyo e, jitahidi kufanyia kazi yale ambayo tumejifunza na tukutane wakati mwingine mimi naitwa Dkt. rajabu mpangalala na hii ni channel ya mpangalala hebu clinic hakikisha una subscribe ili kila tunapotoa masomo kama haya uwe wa kwanza kupata video kama hizi